Pengine wewe kama mdau na shabiki kindakindaki wa timu ya wananchi umeupokeaje usajili huu? Ya kwanza niwapongeze sana benchi la ufundi la Dar es Salaam Africans kwa kushirikiana kikamilifu na viongozi wetu kwa ajili ya kufanya usajili wa kijana yule, moja kati ya vijana bora kabisa na wamaana kwenye eneo uh, la ndani ya pitch ni pamoja na Emmanuel Emmanuel ni mchezaji ambaye mimi nimekuwa nikimfuatilia sana na kumwangalia nini anafanya. Amekuwa akifanya vizuri sana, ni mchezaji ambaye amekuwa akifanya vizuri sana. Kwa hiyo uh, tuwapongeze kwa usajili mzuri uh, usajili mzuri ambao wameufanya wa kumchukua yule bwana mdogo, atatusaidia. Neno langu moja tu kumwambia Emmanuel, umekuja kwenye timu kubwa tayari, wewe ni mkubwa. Umekuja kwenye timu yenye presha ya mashabiki usiwaangalie mashabiki wanasema nini, angalia kipaji ulichojali wana Mwenyezi Mungu. Umekuja kwenye kilabu kubwa, kilabu yenye mashabiki wengi katika bara la Afrika. Tunachokuombea ni afya njema, nenda kayatumie maarifa yako, ujuzi wako, aliyokupatia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutupatia sisi furaha. Usajili ulio usajili wa wewe na viongozi na benchi la ufundi wamekusajili, ili uje uungane na hawa tuliokuwa nao katika kutupatia sisi furaha kwa hiyo tumpongeze, hongera sana kwa kupata nafasi ya kuwa kwenye kikosi chetu cha Dar es Salaam Africans. Mungu akubariki sana na akulinde, pambana sana, fanya mazoezi, kwa sababu kujituma kwako kujituma kwako kupambana kwako huko ndo kutakako kufanya wewe ukapate namba katika kikosi cha Dar es Salaam Africans. Paka unakuja kusajiliwa, tayari viongozi wamekuona katika jicho lao la skauti la, la, la, la, la limekunasa limekuona kwao. Tumpongeze sana, mpongeze sana Mwana. Chuma kipya kimeshuka hicho. Ni naona unazungumzia, maswali yamekuwa mengi eh. Yanga chuma cha kwanza tu wanashusha kutoka Tabora ra. Hey, bwana uko salama? Kwanza iko salama, karibu sana bwana. Umeshangaa nini? Ah, nimefurahi kwa sababu nimeingilia mazungumzo. Ah, sio kuingilia hii hmm, ipo kwenye swala la michezo huwa inafanyika subscription Yes, mchezaji huyu bwana, kidogo kimchezo ki, ki hayuko sawa sawasawa, yeah, tunafanya mabadiliko yeah. kwa hiyo wewe umefanya substitution. kocha amemtoa yule amekuweka wewe arudi kazini kwake sasa. Nijibu namna ambavyo nimekuuliza chuma kipi ya usajili wa kwanza kutoka TRA? safi sana mm. mimi niwapongeze sana niwapongeze na nimewapongeza tena kwa mara nyingine mm. viongozi wetu pamoja na kushirikiana na benchi la ufundi mm. kwa usajili mzuri ambao wameufanya wa Emmanuel ni kijana mzuri, ni kijana ambaye amekuwa na, ki, na, na kiwango kizuri uh, Kwanza sifa yake kuu ni namna ambavyo ana matumizi mazuri ya miguu yote miwili, anapiga kushoto, anapiga kulia, ni, ni, ni forward mzuri ambaye kiukweli, kama atakuja na kiwango ambacho viongozi wamemuona akiwa nacho kule, atakuja kutupa kitu kikubwa sana, wananchi, atakuja kuungana na wenzake katika sehemu ya kutupatia sisi furaha, Wanayanga kwa mimi, namkaribisha sana, naamini katika yeye na kipaji chake, na niwaombe na wachezaji wengine wa Tanzania, endeleeni kupambana katika kujifua na kujiandaa huku mkiwa mnafuatilia michezo mbali mbali katika ligi barani Ulaya na Afrika na Afkoni kwa ajili ya kuendelea kujipatia ujuzi, kwa sababu ukiwa kama mtu ambaye umecheza mpira, kuna vitu utapewa na mwalimu, lakini kuna vitu unaweza ukavichukua kutoka kwa mchezaji fulani. Ronaldinho alikuwa akipiga hivi, akipita huko, anafanya hivi. Ukifanyia mazoezi zile skills, ukifanya hivi, ukifanya hivi kitu kinakwenda kwa hiyo endeleeni kufanya mazoezi endeleeni kujifunza vitu vingi mm. ili tuendelee kupata wachezaji wengi wazuri, ambao watakuja namba anayocheza na uwasha pale, unaona ushindani vipi kuliokwataya? yeah, ni fuadi fuadi, mi ni namba tisa, kwa namna ambavyo anaweza akatokea namba tof tofauti tofauti mm. kwa uwezo ambao yuko nao mm. atauwasha. Lakini tu niseme kitu kimoja mm. kupata namba ni juhudi zako mwenyewe. Ukiangalia namba tisa pale, yupo Prince Dube mm yupo Boheri, mm -hmm. na wengine kadha wa kadha mm -hmm. kwa hiyo jitihada zako mm -hmm. namna na ambavyo utakuwa unamuonyesha kitu mwalimu mazoezini yes. Basi ile ndio itakayokuweka wewe kwenye nafasi nzuri. Kuna mm -hmm. mtu anakuja, niwatolee mfano, wakati unafanyika usajili wa Mayele mm -hmm. na ulifanyika na usajili wa Heriti ya Makambo mm -hmm. Wanayanga tuliyokuwa wengi nami nikiwemo, mm -hmm. tulikuwa tunaamini katika Makambo kwamba Makambo wetu wa kutujaza mm -hmm. anakuja kuwajaza watu lakini kumbe hatukujua kama engineer herisi kuna mali nyingine iko nyuma yake, ambapo ukimuwacha makambo yuko mayele. Lakini makambo alipata nafasi sana, lakini mayele alikuja kuipata nafasi siku moja tu kwenye mchezo wa dabi na akafunga goli, basi utawala wa mayele ukaanzia pale. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaja Dar es Salaam Africans. kuna utawala wa Prince Dube ukaja ukauchukua, kuna utawala wa Boeli ukaja kuuchukua, kwa sababu mpaka unakuja kusajiliwa Ina maana tayari Mwalimu Pedro ameshakuona na amethibitisha kwamba huyu kijana ni mzuri, na wengi wamemshuhudia hata kwenye mechi ya dhidi ya, ya Singida amecheza vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, yes. Usiangalie takwimu zake kwamba amecheza mechi saba hana goli, wewe angalia uchezaji wake ukoje. Kama mnajaza wachezaji, kuna wachezaji ambao mpaka sasa hatujawaona uwanjani, nini wanakionyesha. Kuna uh, Kasimilo wapo kutoka Zanzibar, pengine tutegemee dirisha hili. Ulivyosikia weka mashabiki, kuna watu wanatoka pale wanachomoka. Hapana swala la kusikia nani anatoka nani anaingia. Mimi mm. nimeona aliyeingia, ile ni mipango ambayo iko kwenye, kwenye ngazi ya juu sana ya viongozi mm. ambao wao ndio wanajua huyu atoke huyu aingie. Sawa, na hilo tuwe na subira tu lakini kuhusiana na Kasamiro pamoja na, na Minju si ndio? hawa ni vijana wadogo ambao Dar es Salaam Africans imewachukua, ni wadogo mno, umenelewa? Kwa hiyo sio wachezaji ambao wana haraka ya kutaka mafanikio, pengine hata ya kupangwa ni namna gani mwalimu atawahitaji wale watoto kwenye mchezo kadha wa kadha, ni yeye. Lakini ni vijana ambao wana kipaji cha hali ya juu, ni vijana ambao wakipata nafasi wataonyesha kipaji chao, lakini hakuna uharaka. Wale ni vijana wadogo ambao bado kuna vitu pengine watakuwa wanajifunza kutoka kwa Pakome. Bado kuna vitu bwana mdogo watakuwa wanajifunza kutoka labda pengine kwa Mohamed Dumbia, kwa Duka Abuye, pengine labda kwa Clement Mzize, eh, kwa Maxim pia ivo, kwa sababu ukiwa na vijana ambao ni wabobezi kama Pakome unakwenda kumuona Duke Abuye, ah juu yake pale kuna mtu kama ah, kuna mtu kama ah, la, mudathiria haya kiasi kwamba kuna Mohamed Dumbia pengine labda Kasamiru anataka ajifunze kupitia kwa Mohamed Dumbia ajifunze kupitia kwa Maxim pia kwa hiyo unapomwacha kwanza aendelee kuchukua vitu aendelee kuchukua ujuzi siku mwalimu akishaanza kumtumia basi itakuwa ni mari sana kwa hiyo swala la kuwatumia hao wachezaji liko kwenye mikono ya benchi la ufundi umeelewa siyo la viongozi wengine uzuri ni kwamba Dar es Salaam Africans ni timu ambayo haingilii majukumu ya benchi la ufundi mwalimu na wengine wote hapana, hawapo hivyo. Sasa Kizinga, turudi kiboli sasa tuzungumze na. Una mm, Dube Boeli unaondoka na, na Dube na Boeli, una kwa k na naniambia na na una... kwenda kuungana na Emmanuel kwa hiyo unaniambia nichague hmm. Nisipendelee nichague kiboli, kwa nipi? Mapenzi yangu kiboli, ah, yani katika oh. Takwimu za mpira uh-huh. Okay, katika takwimu za mpira kama unavyosema wote ni wachezaji wazuri lakini wanatofautiana kujiposition na kila kitu hmm. Prince Dube hmm ni mchezaji ambaye ni striker hatari na msumbufu kuliko mastriker wote East Africa Mashariki na Kati, kwa sababu Prince Dube mfuatilie vizuri, siyo striker ambaye anaweza ka stay same mmoja na beki. Rudi kwenye mfano wa mchezaji wa Azam ile, anaitwa nani, Kitambala. Kitambala ukiangalia kwenye mechi nyingi, muda wote anakuwa kwenye eneo la beki, anaweza akawa nakumbatiwa mpaka mechi ile ya Simba uliona namna alivyokuwa nakumbatiwa na dondoshwa chini. Kwa hiyo Dube huwezi kumuona anampa nafasi fullback ya kumshikilia mpaka kiuno chake kumkumbatia mpaka kudondoka, hawezi. Prince Dube ni, ni, ni mshambuliaji ambaye atasimama hapa atakutoka wewe beki wakati kabla mpira haujamfikia. Ndio maana unaona Dube ametengeneza nafasi nyingi mno kuliko striker yoyote, japokuwa nyingi alikuwa azitumii, anaweza akatumia chache katika kumi akapata moja, na ndio maana unaweza ukaona mwalimu anaweza akamwacha kwa muda mrefu huku akiamini hizi nafasi hizi zimeshafika nne ya tano, ya sita na ya saba, anaweza akanipa kitu. Mfano, mechi ya Coast Dodoma amepata nafasi nyingi Prince Dube, lakini mwalimu aliendelea kuwa na imani naye. Baadaye kuna wakati wanasema siyo imani kukosekana kwa mzize wena walazimu, hapana, waache maneno hayo, kwa sababu mwalimu ndo anaye mwalimu. Kwa mfano mwalimu tuliokuwa naye hajawahi kukutana na Clement Mzize, naona mbadala wake babum, yeye ndo mwalimu hmm, yupo na hawa watu wawili ndio maana nimesema huku akiamini, huyu anaenda kunipa kitu, na kweli mtu kampa kitu. Prince Dube ni striker hatari, lazima ukubali. Ni bora, ana ubora wake, menelewa, ni mwepesi, anaweza akakutokea winga, anaweza akakutokea pembeni au kati. Kwa mfano, wakati anakwenda kutuheshimisha na kutuvalisha joho lililokuwa bora kuliko majoho yote pale Zanzibar. <laughs> Prince Dube, yeah. Anapokea mali safi kutoka kwa Mudathira. Haya basi, ile pasi aliyopata unakumbuka alikuwa amejiposisheni wapi? Muulize me amekutana na Yanga mpaka sasa hivi amefungwa mara sita. Huruhusiwi kuzungumza na sisi shabiki yoyote wa Simba, huruhusiwi kuzungumza wala kuweka batu na mtu wa Yanga kwa sababu mara sita mfululizo sijawahi kuona, yeah. Hawawezi kuzungumza. Unazungumza nini mbele ya watu sasa? Hivi sehemu yao ya kujifichia kichaka chao ni kwenye matokeo ya Simba Queens <tipulis> na mechi ya mashabiki, na na mechi ya mashabiki. <tipulis> Tena wameenda mbali zaidi wanakuambia mechi ya mashabiki mbinu walizozitumia za kutufunga sisi wakina Kizinga tusiojua mpira eti ndio watakwenda kuambia mpira. Wakina elimu panzu, kumbe hujui mpira. Ah, ile mechi na ili tuambie mashabiki na wanachama ile ni mechi ilikuwa ni ya watu ambao wamekuwa mara nyingi wakiwasema wachezaji mitandaoni, watu ambao wamekuwa mtandaoni wakizungumza mara kwa mara kwa mfano unamuona, Elimu, ma, unamuona Mandala Shabani Mandala, anamsema Elimu panzu kugongesha miamba atupishe aondoke. Sasa nizamu yako wewe Mandala, twende tukakuone uwanjani kila ulichokanakisema. Kwa Elimu aliumia kwenye mazoezi Kisugu, anakwambia yeye alisema anam... Tanzania kama ulikuwa hujawahi kumuona yule nani maruta soma aborujaga njoo kanione mimi, lakini nashangaa watu wanaangalia Kisugu. Yupo Kisugu naunyowe <laughs> amediali katuletea watoto wa ndondo bwana. <laughs> Eh rais, yani milioni 20 amedaenda kutuletea watoto wa ndondo mnakoelekea. <laughs> <laughs> safari ya kuelekea Zanzibar, mchezo wetu ni tarehe nne bila shaka. <laughs> tarehe nne kwa hiyo maandalizi yako vizuri, tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba sisi tunakwenda mm. Kama inavyofahamika kikundi cha Yanga Influencer mm. ni kikundi cha kusapoti timu ya Dar es Salaam Africans. Yes. Ni kikundi ambacho kinajipambania wenyewe mm. Ndio na wana haki ya kuuliza hivyo, wanachama mm. natumia nguvu kubwa kuwaelewesha mashabiki wenzetu, wana haki, wanachama mm. wako sahihi kuuliza kwa nini Yanga Influencer? Kuna nini pale, viongozi viongozi wanawasapoti, wanafanya nini, wagombane na milioni 20 Tuwaambie tu, tu wa, Wanayanga wana Yanga influencer ni kikundi ambacho kinajitegemea, kikundi ambacho cha mashabiki ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kupambana na kuzungumza mitandaoni. Hichi kikundi kimekuwa kikisapotiwa na wadhamini mbali mbali, na tunawaambia mpaka sasa hivi nje na Yanga Afrika nje kabisa, tunawaambia sasa hivi kama unataka kutusafirisha sisi kutupeleka Zanzibar, milango iko wazi. Waje wa tiketi. Njoo kwa Yanga influencer nataka nimewapeleke mm. Yeah. Sisi ndo tunaendaga kwa njia hizo okay. Usije ukaanza wo mm. Viongozi hivi hivi, hivi. Hakuna kiongozi yoyote anayesapoti lile kundi la ushangiliaji mm. Wale wote unaowaona mm. Ni miongoni mwa wanachama wanaotoka kwenye matawi yao. Kila mtu ana matawi pale. Godi anapatikana ya tawi la Mbezi Sekeli anapatikana huko. Kevo anapatikana huko. Mimi nipo tawi la Yanga Makumbusho lakini wote tunakutana pale kwa lengo la kuisapoti timu. Ndio maana unaweza kukaona Malawi wamekwenda watu wachache wale wamesapotiwa. Hey, siyo kilabu ilo wasafirisha, sio pesa, sio mnajisupporti wenyewe. Watu wanasupport, tunasupportiwa na wale ambao wanataka kuwekeza na sisi okay. Kwa mfano kuna tawi linaitwa Yanga on fire, wale wanakuwa na nguvu zao wenyewe, pengine wakipata mdhamini wa kuwasapoti anajitokeza na wasapoti wanakwenda kwa nguvu zao uh, safari, sasa Zanzibar hiyo, safari ya Zanzibar hiyo hapo, tuko kwenye maandalizi kwa sababu Zanzibar hapa ni jirani. Tunaweza tukatumia nguvu zetu wenyewe, aidha tukapata mfadhili wa kutupeleka sisi Zanzibar kwenda kuangalia mapinduzi, kusapoti timu yetu na kurudi. Kwani mnalitaka nalo? sana miongoni mwa kombe ambalo tunalitaka. Nini niseme vizuri sana, na wana Yanga? Hapana, yaani kitu chochote ambacho viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans watabariki kwamba tunapeleka sasa timu hilo kwetu, si tunalitaka? Na ndio maana unaona katika hii mechi nayokwenda kuchezwa kombe la mapinduzi, wachezaji fulu kikosi, ukiachana na wale ambao wamekwenda kwenye timu zao za taifa, wale waliobaki wote mtakwenda kuwaona, mtakwenda kuwashuhudia vibaya mno wakienda kulisakata kabumbu kwa tunaenda kutazama timu hizi za Kariakoo Dabi. Timu gani na kikosi kipana? Yanga. Na ninatamani na uh-huh. na ninatamani sana tukapangiwe na Simba pia tukutane naye. Wale mashabiki wametufunga sisi mashabiki, na wale watoto wa kike wamewafunga watoto wa kike wenzao bado hawa wenye kazi yao ya mpira ambao ndio maisha yao wanaulipwa mishahara. Msimu ujao uanza bado vizuri. Taarifa nilizonazo mm. Miongoni mwa watu ambao kila kilala akiamka anawaza Simba anatamani na kumfunga Simba hata karibia mara 20 mfululizo ni pamoja na alikamu na wale wachezaji wengine, amekuwa kizungumza nao, wanasema sisi, yani, tukikutana na Simba bora shughuli zote zisimame. Watu wanajiuliza kuta za Young Africans zipo Afcon tuwakumbushe bwana mdogo Minju nikitasa mm. hata namba nne anaweza kacheza licha ya Minju, kuna mtu popale bila uzoefu. Yasinki, yasinki ni beki, asinki ni beki mzuri sana, ni beki mzuri ambaye amekuja kuonyesha kitu kikubwa mno, beki mwenye utulivu sana we unapita wapi? mna mechi. mechi gani? Okay. Unajua uzoefu wa kuzoeana kwamba huyu na huyu wakikaa pamoja wanapendeza, huwa unapatikana wapi? Unapatikana mazoezini, mazoezini then uwanjani, eh, uwanjani. Kwa hiyo kuanza kukubaliana huwa kunapatikana mazoezini. Kwa hiyo nafikiri ni muda mrefu wako mazoezini hata kwa kipindi hichi, kwao tayari uzoefu ishapatikana, na ishapatikana na washakubaliana haya. <laughs> Kizinga si tukushukuru sana bwana, asante na shukuru. Haya Kizinga, akio cha milioni ishirini milioni me... 20 yeah, imesimamisha Tanzania yeah, nchi kwanza. Nitumia nafasi hii kuwapa pole sana mm, na kuwaomba radhi mm, mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans wale wote ambao walikuwazikwa kwa, kwa namna moja ama nyingine tunawaambia kwamba sisi ni moja kati ya vijana wenu ambao tumekuwa tukipambana na watani wetu kwa kushambulia, kwa kutokea winga, kulia, kushoto, kati na sehemu zote, tukiwa sehemu ambayo tunakuwa tuna, wote mnajua. Lakini tuwaambie tu kwamba mtu huyo radhi kwa kile kilichotokea. Kuna wengine walikipokea kwa namna moja ama nyingine, kwa uzuri na wengine kwa utofauti, kwa ubaya, huku wengine wakisema kinakwenda kuleta taharuki. Tuwaambie tu kwamba ile ilikuwa ni mechi ya mashabiki. Ni mechi ambayo fedha kilabu haikutoa hata shilingi mia. Ile kale kalikuwa ni kaugalika kwetu sisi wenyewe, pisha na, pisha na. Ehe. Na kwenye fedha huwa lazima kama usipozigawa kwa utaratibu mzuri mtapishana kauli. Mfano unaweza kuona sakata hili limekwenda kumwibua mpaka naibu waziri kwenye mgao wa timu yetu ya taifa. Ehe. goli moja, milioni mia moja, amekwenda kuwaeleza leo na namsikia akisema Tayali nimeshakupatieni pesa zenu, tena kila mmoja nimemuwekea hii, nimegawa vizuri sana ii. Anasema kila mmoja amepatiwa, amepata, haijapita kwa mtu kwa mtu. E. Nataka kila mmoja apate haki yake, yes. Amegawa kwa mlolongo mzuri mm, na ameahidi kutowa milioni mia mbili kama tutashinda kwenye goli moja, mchezo wa leo kwa ni wakati sasa kwa wa watanzania kuanza duwa mbaka sasa hivi vijana wetu wapate kibunda sasa upande wetu sasa mpaka sh tunakwenda uwanjani sisi yeah, mazoezini yeah. Hatuna ratiba ya kwamba tutapata hela, tunajua tunakwenda kukipiga tu kama kukipiga kama ndondo tu, tu mshinda, hatulikuwa hatujajua bado hapo hasa mm. ndo tunakwenda sasa mazoezini pale kinesi, kufika pale alhamadi alhamdulillah, akatokea mwamba mmoja yule pale, Rais wa Dar City anakuja yule bwana, amevutiwa na namna ambavyo wasemaji wamekuwa wakipromoti ile mechi huku akiamini golini anasimama Kobisi, mwamba hatari, ufungi dakika ya kwanza, chali hapa Nambagala. <laughs> <laughs> na tayari taarifa tulikuwa nazo uh -huh. walikuwa wamejipanga uh -huh. kwamba Kobisi sasa wakiuanzisha tu pale moja kwa moja wanaagizagolini shwa uh ndefu -huh. imo Kobisi akaona uh -huh. <laughs> sasa Kobisi, la, la ama. Kobisi uh -huh. akaanza kuwa anapasha misuli moto uh -huh. unajua, yule ana kilo karibia mia mbili na kitu sasa wakati anaenda uko anaenda uko akajigonga, maumivu yakaanzia pale. Watanzania hawakushuhudia umahiri wake wa golini, akawa ameshindwa kuendelea na mchezo, alipata injury kwa yule mchezo. Wakati tukiwa kwenye maandalizi, ndo akatokea rais wa Dar City akawa ametua, ametua ame, amependezwa kwanza na maandalizi ya hii mechi, na amesema hakika watanzania watafurahi, nami ni miongoni mwa watanzania ambao nitakuwepo jukwani kwa ajili ya kukuangalieni. Nilisikitika kuona Amediari kwa sababu ya ile pesa iliyotangazwa maana alitangaza mshindi atapata milioni ishirini. Okay, Amediari anakwenda kuchukua vijana wanaotoka Ndondo Cup. Kamchukua kijana mmoja Amediari kamleta, alicheza beki namba mbili, mdogo wake na Kibudenis Amediari, anaenda kutuletea mdogo wake na, me na Kibudenis mwangalia, alikuwa na vilastalasta okay, kacheza beki namba mbili upiti kule Kaangalie vizuri utamwona vilivile Kibudenisi, kibu sio wakimbizi yule wale. Wa. Yule kuwa kwenye maisha ya sehemu ya kambi haimaanishi wale wanaokaa kambini wote ni wakimbizi. Hei, wale wanaokaa kule Nyarugusu wale wote sio wakimbizi pale, kuna Watanzania wanaoishi pale sio, umeelewa? Kibudenisi mdogo wake anakuja kucheza ule mchezo beki namba mbili, tunapoteza ule mchezo bingwa wa ule mchezo anakuwa nani? Simba. Lakini kwenye yale maandalizi milioni ishirini amediali anaenda kutafuta watu tofauti tofauti, wanapiga makamati ushirikina wa kutosha. Sisi ali anaenda kumwambia mediali, hawa wakina nani unatuletea? Tunataka kumwona Kisugu, tunataka kumwona Jibi, tunataka kuwaona watu wale ambao wanahusika. Kwa nini unatuletea awa pasi milioni amesimama pale kama mganga wa timu, umeelewa? Mzee wa saluti atumuone uwanjani, Mandala amekuwa ti na yeye amekuwa stwati, anakaa huku stwati wa timu akawa mimi. Swali langu Kizinga, unazunguka sana, mambo yako fresh wewe. Wewe unachotaka kujua ni zile fedha milioni ishirini. Ndio nakwambia sasa, ndio nakokupeleka mimi kwamba hatukutegemea kama tungepata ile pesa lakini baada ya kuahidiwa milioni ishirini ndo tukaanza sasa kufanya maandalizi, tukacheza tukafungwa. Ali Shabani kamwe akasema sasa, wanangu, tumekosa wea, nikawaombee mpate japo chakufuteni machozi kutuombea tukapewa na sisi milioni ishirini, lakini tulikuwa hatukustahili kuzipata kwa sababu sisi sio washindi. Kila kilichotoka Ali anakikabidhi kwa viongozi wetu, pita baba yanga na godi nendeni mkakigawe kila mmoja apate haki ya yake jinsi ilivyo. Watu wakanunua viwanja. Bwana Mandala muongo yule shenzi, na nimeahidi kumpeleka mahakamani. nimemsikia leo anasema Godi Godi amenunua kiwanja cha ishirini kwa ishirini. Sasa huyu mimi nahakikisha kwamba nampeleka mahakamani. Sasa aseme kwamba amenunua kwa fedha zingine, sio fedha hizi za milioni ishirini. Kwa hiyo nimwambie Mandala, popote ulipo, nataka na uje kwa Watanzania uwaombe radhi godi kusema amenunua kiwanja ishirini kwa ishirini kutoka kwenye zile milioni ishirini, na wakati jana mimi nimeshuhudia akitoa orodha ya watu tisini na saba waliojipatia zile fedha za mgao ambao walistahili kupata. Wewe unawadanganya watu Mandala sio mtu ambaye aliniingiza kingi. Nilikuwa nalalamika kwa sababu nilikuwa siko peke yangu, mimi ni nahodha wa mashabiki, nyuma yangu kuwa kuna mashabiki kibao ambao ngoja nikwambie kitu. Wakati tumekwenda hotelini pale, hotelini tulikuwa watu wachache na ule mgao wa laki mbili mbili, unaona, tuko karibia watu salasini pale, halafu najiuliza laki mbili mbili na maana watu salasini ni bei gani? Mbona kama sielewi, kwa sababu ile fedha ni yetu, ujue ile fedha ni yetu, niyetu. Na tuambie wana Yanga, wale ambao walikuja wakakasirishwa, ile fedha sio ya Yanga, ni ya sisi mashabiki, pengine kwa kile ambacho tumekuwa tukikipambania watu wameona sasa, na sisi tuka tunawasema, wachezaji wanakosa magoli. Wakina Dube twende tukaone kazi wanayoipataga viwanjani, wakatuwekea na tukaja tukapata hiyo swadaka. Sasa kile kiwango kilichokuja kutoka, tukaanza kuuliza na maswali bana, tuko salasini, milioni ishirini imekwisha? Sio kweli e bana, tunahitaji vya bana. Hebu niache kwanza, jamaa anasema niache kwanza, ule mpishano ukaleta tafulani. Kumbe wale mabwana tayari walishapokea maelekezo, kila mmoja apate. Kwa hiyo wale watu wote tumeletewa pale, na tukaangalia sura tulizokuwa nazo, mpaka shetani wa Yanga naye kapata laki hizo. Wa utopolo, amepata? Mzee wa utopolo. Utopolo hakuwa kwenye ushiriki wa jambo lile, si umeelewa? yoyote aliyeshiriki <coughs> <coughs> wanu kwambe kitu kimoja <coughs> <coughs> mna hakuna mnamtenga mtenga na, uyupo, narudia tena, hakuna mtu ambaye anamnyima yeye taarifa sawa, hakuna mtu ambaye hamshirikishi yeye kwa kila jambo. Wewe ni shahidi, umekuwa ukishuhudia matukio mbalimbali, humwonage anauliza kwa waandishi? Hapana jambo, ngoja nikwambie mimi ni? nataka nikwambie kitu, yule mzee wa Utoporo, kuna mwamba mmoja alitaka kufanya hisani ya kuwasafirisha watu kuelekea kwenye mchezo wa FC wa, wa dhidi ya Farabat. Fa yule bwana alimpigia simu na Soro akamwambia, anahitaji watu takriban wanne, niwasafirishe mimi kwa gharama zangu waje Zanzibar kuangalia mchezo dhidi ya Farabat, kula kulala, mpaka na kurudi. Gharama zote za kwangu mimi, jina la kwanza mzee wa Utopolo, jina la pili Lina wa Yanga, na Solo na mimi kapteni huyu bwana asimamie show kutupeleka sisi tukaangalie. Lakini mwe mnaambatana nao, mashabiki wamekuwa kila labika kwanza. Kizinga, majina yale si tumepewa sisi. Huyo sasa alijitolea mtu. Sikilize, basi kwanza, nenda kamuulize, nimempigia simu misikolu sita hapokei simu na solo kampigia misikolu nne hapokei simu Sio, umeelewa? Sasa mtu kwenye unapigiwa simu kiwona misikolu mrudie huyu mtu akanyamaza kimya siku ya kwanza. Siku ya pili tunakutana kwenye mechi kabla ya kwenda Zanzibar mechi, hapo ndio Nasoro wanamwambia na kwenye magrupu, mimi sijui kama magrupu gani ambayo yumo au hayumo. Hey, grupu la influencer na ngoja nikwambie kitu, grupu la influencer, au kuna vigezo ambavyo mnaangalia hmm. grupu la influencer hmm. ni grupu ambalo liko chini ya idara ya habari pamoja na idara ya wanachama na mashabiki sawa kutokana na namna ambavyo wao wanakuona wewe unafaa kuwa katika lile kundi basi watakuweka, umenelewa? Ehe, utakwenda kushiriki na wenzako, kwa sababu wewe umewahi kumuona mzee wa utopolo amekosa mechi yoyote ya mikoani au sehemu yoyote Yanga ilipo? Umemuona amekosa? Mara nyingi sana amekuwa nakwenda. Kwa hiyo as asikama anawambia, asiwambie kitu ambacho kinakwenda kumwonyesha yeye anatengwa. Sasa yule atengwi kwa sababu sehemu yoyote anakwenda ni mmoja kati ya watu ambao wanakwenda. Kuna watu lazima uwaone, kuna yeye, kuna Makianga wa kujichorachora masizi usoni, wengi sana, wakina Meida wakina Baraka wakina nani, utawaona wana wanakwenda. Fikisho hilo captain, bwana wewe, si ndio wanakuangalia? Mimi ndio maana nilisimamia show ya yeye aende Zanzibar na usimamia na safari ya aende atakwenda. Mzee wa Utopolo ajiandae kwenda Zanzibar, Zanzibar. Sababu mm, tunataka wanayanga wengi twende. Nataka niwaambie kitu kingine, sisi Yanga influencer na wengine wote tuwaambie wanachama, sisi tupo kwa ajili ya kuisapoti Yanga, sio Yanga itupe sisi fedha. Sisi tunatakiwa tuwekeze kwa Yanga. Tuna majukumu aina tatu au nne. Jukumu la kwanza ni kulipa ada zetu. Jukumu la pili ni kukata kadi zetu kwa ajili ya Yanga na manufaa ya Yanga. Jukumu lingine ni kuhakikisha tunalipa viingilio vyetu kuingia uwanjani kwa ajili ya kusapoti timu. Jambo lingine ni kununua bidhaa za klabu kama jezi na vitu vingine ambavyo vinauzwa. Sisi ndo kazi yetu, lakini sisi sio Yanga itupe Yanga, sisi natakiwa tuipe, kwa sababu Yanga inatupa sisi furaha. Unakwenda kuona Simba amekufa mara sita mfululizo, raha ilioje! Mimi nilikuwa hivyo, unanifahamu, mara sita, umenenepa. Nilikuwa na kilo zilikuwa arobaini na tano mpaka hamsini <inaudible> lakini sasa hivi ukinipeleka kwenye mzani na karibia kilo 85. yote ni kwa sababu namna ambavyo alikuwa anafanya. Max wote wamefunga wameifunga Simba Joseph Gwede <inaudible> Mayele mara sita mfululizo nimekuwa sehemu ya furaha. Kwa nini sasa mimi nisipe kitu Yanga? mimi nikutakia kila la heri. Hapa tutaongea mpaka asubuhi, hatuwezi kumaliza. Kitu cha mwisho ambacho nilifurahi, na nimpongeze sana rafiki yangu Dosa kutoka katika viunga vya Kigamboni. Wale ambao mmekuwa mkimuona Dosa akisema hivyo akisema vile, pengine na mkamchukia, Waswahili wanasema mwendatezi naomo marejeo ni ngamani. Jana kwa mara ya kwanza namuona Dosa anarejea nyumbani katika eneo lake la moyoni la asili Jangwani, katika nyumba yake nyumba ya baba yake. Dosa amekwenda klabuni na amefurahi sana, na ameahidi kwamba atakuwa jesusi miongoni mwa majesusi wa kuwapiga Simba sana, jesusi yenyewe. <laughs>